Mheshimiwa naibu spika, nashukuru kwa kunipa fursa. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia sote kukutana hapa kutimiza wajibu wetu wa kikatiba. Mheshimiwa naibu spika, kwanza nianze kwa kuipongeza wizara, lakini vile vile nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa jambo moja kubwa sana kwa muda mrefu tulikuwa tuna kilio cha reli ya kati, na reli ya kati tulivyokuja kwenye bajeti ya 16 17, watu wengi sana tuliijadili reli ya kati ya kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma kwenda Mwanza kwenda Mpanda kwa maana ya reli ya kati yenye tafsiri ya Kitanzania. Kwa hiyo tumeona jiwe la msingi limeshawekwa na vilevile vile mkandarasi anaanza kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kuishauri serikali kwenye hii project, tunatumia zaidi ya trilioni mbili kwa ajili ya mradi wa reli phase 1. Ukitazama ba, kuna loti ya Morogoro mpaka Makutupora alafu loti ya Makutupora mpaka Tabora. Nachotaka nishauri serikali kuwa na loti zenye masafa mafupi mafupi, cost per unit inakuwa kubwa. Ni vizuri kwa sababu kuna fixed cost, whether ni kilometa mia, kilometa mia mbili, kilometa mia tatu, kilometa mia sita, mobilization cost unaweza ukakuta ni almost the same. Ni vizuri tukaangalia namna gani tunatoa huko mbele loti zinakuwa za masafa kilomita ndefu, ili angalau gharama iweze kupungua. Lakini la pili, tunatumia fedha za ndani, tunachukua shilingi zetu, convert into dola kumlipa mkandarasi. Ni waombe waziri na naibu waziri na wizara ya ujenzi na watu wa TANROADS wako hapa, waambieni hawa wakandarasi strictly, subcontracting jobs zote zifanywe na local kwa sababu zitasaidia fedha yetu tunayoitoa kubaki ndani. Tusipokuwa makini, tunaweza tukajikuta fedha nyingi zinakwenda nje badala ya kubaki ndani ya uchumi wetu. Hili ni muhimu sana kuangalia, kwa sababu mimi niwapongeze watu wa wizara ya nishati, rea rea, mkiangalia ilivyoanza, ilianza na foreigners, lakini baadaye wali upgrade kuhakikisha subcontracting jobs zote zinafanywa na loko loti zilizotoka, sasa hivi asilimia kubwa inafanywa na Watanzania. Kwa hiyo mi ningeshauri serikali, huu ni mradi mkubwa sana, mkitusaidia kuweka hii condition kwenye kazi. Na hata tulivyokuwa tunazindua mradi wa maji ya Ziwa Victoria, tumemwomba waziri wa maji kwamba 600 bilioni ya mradi wa maji ya Ziwa Victoria, hawa wakandarasi waliopewa wa kutoka India wahakikishe kazi zote za kusubcontract zinafanywa na Watanzania ili tubaki na fedha ndani. Lakini la tatu, katika hili la pili, katika hili nitaka nshauri wizara mpango wetu ni reli ambayo itatumia umeme na hii ni miezi kama 36. Niwaombeni serikali, hakikisheni swala la TANESCO na TRL kufikia mwafaka, namna gani umeme utapatikana. Itakuwa ni hatari sana kwamba tumefika mwisho mradi umekamilika wa fezi ya Morogoro, swala la umeme likaanza kudrag. Kwa hiyo ni vizuri hivi vitu vyote vikaenda vinafatana. La nne katika hili la mradi wa reli Leteni sheria ya rako, Mheshimiwa Waziri, tuifute hapa ndani haraka sana, ili tuweze kumpa mamlaka TRL, lakini chagueni financial institution moja, TIB atafute financial advisor, wazunguke duniani kutafuta fedha. Hatuwezi kumaliza huu mradi kwa fedha zetu za ndani tu, na mimi na hofu hata hapa hii phase 2 anaweza akaomba mturuki tu peke yake, kwa hiyo mtafunga milango ya competition watabaki wao kwa sababu wanatufinance wao, wanaleta mkopo wao, kwa kilometa hizo mia nne zilizobaki zitaturestrict competition. Lakini tukichukua benki kama TIB ikatafuta fi financial advisor mwingine ambaye recognized internationally wakazunguka kutafuta fedha, mtampunguzia kazi Dr Mpango kutafuta fedha kwenye mfuko wa hazina kufinance hii miradi mikubwa, kwa sababu tuna miradi mikubwa sana ambayo yuko wizara yenu, miradi ya ndege na miradi hii ya reli. Tukiamua kuwa strategic miradi hii itatusaidia. La mwisho kwenu ni transfer of knowledge. Ni waombe hawa wakandarasi wanaotujengea reli, component ya transfer of knowledge ni muhimu mno, tutakapokwenda kwenye fezi inayofuata, kwa sababu tutahitaji kuwa na mabehewa, tutahitaji kuwa na vichwa vya reli, lazima kuwe na makubaliano kwamba atakayeenda kutengeneza vichwa vya reli na, na mabehewa ahakikishe anachukua watu wetu wakati wa kutengeneza, ili watakaporudi hapa ndani, hizi kazi za kutengeneza vipuri assembling zote zifanyikie nyumbani kuliko kufanyikia nje. Kwa hiyo mimi niwapongeze ni, mnafanya kazi kubwa sana ya kuifungua nchi, na Mheshimiwa Rais ameamua vision yake it's very costful. Matokeo ya, ya, ya vision ya Rais Magufuli inaweza ikatuchukua muda mrefu sana kuona matunda yake, lakini I believe ba, baada ya miaka mitano miaka kumi, kazi hizi zinazofanyika sasa hivi matunda yake yataonekana wazi kwenye uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka niongee, nimwambie ni Mheshimiwa Waziri mwezi Septemba tarehe 14 Mheshimiwa Rais aliahidi Nzega, alituahidi ujenzi wa kilomita kumi. Ahadi hii ilitokea wakati yeye akiwa waziri wa ujenzi na rais na rais na Rais Kikwete juu ya ujenzi wa kilomita kumi ndani ya mji wa Nzega. Mheshimiwa Waziri, nimeangalia kitabu chako hapo, hakuna any shilling ambayo imekuwa allocated kwa ajili ya hizi ya, ya kilomita kumi, na ukitazama kwenye bajeti ya 16 17, Mheshimiwa Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Spika, Road fund fedha zilizokuwa allocated kwa ajili ya halmashauri ya Nzega ilikuwa ni 707 million sh... nani milioni mia saba na saba, lakini tulichopokea ni milioni 190. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa waziri, na wewe mwenyewe mwezi Disemba, wakati rais anaenda Chato, niliongea na wewe kwa simu, ukaniambia Huseni, sema mbele ya wananchi na Mheshimiwa rais kwamba daraja la Nhobola na daraja la Butandula tunajenga mwaka huu wa fedha. Shehe, mwaka unaisha. Mheshimiwa waziri, na mwaka huu tumepoteza watu watatu katika, katika ule mto. Mheshimiwa waziri, naomba sana hili jambo, jambo lipewe, lipewe kipaumbele. Mheshimiwa mheshimiwa naibu spika, zime, zimekuwepo hoja nyingi sana juu ya juu ya priority, na mimi nataka niiombe serikali tunapojenga hii reli tufanye cost benefit analysis kwa sababu tunawekeza fedha Tuna, ni wapi return on investment itakuwa rahisi? Mzee Chenge ameongelea Northern Corridor kwamba wanakwenda spidi sana, lakini wanakimbilia wapi? Wanakimbilia wafike Kigali ili waweze kubenefiti na Msongati. Tujiulize, kipi kiwe mwanzo, tufike Mwanza ama twende Kigoma ndio iwe priority? Wizara lazima ifanye haya, ifanye ifanye hii analysis iweze kutuambia Watanzania kwamba tunakwenda Mwanza kwa sababu tutabenefit mizigo ama tunakwenda Kigoma kwa sababu tutabenefiti mizigo na fedha tulizowekeza kama nchi zitarudi haraka. Itakuwa ni jambo la upotezaji wa fedha za Watanzania kama tutakwenda Mwanza, wakati kuna biashara kubwa Kigoma, wakati kuna biashara kubwa Kalemi, wakati kuna biashara kubwa Msongati. Mzigo ulioko Msongati kama tutawahi kufika Msongati sisi kabla ya Northern Corridor sisi ndio tutakuwa na competitive advantage kuliko watu wengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, ni vizuri sana mkafanya maamuzi haya kwa, kwa mtazamo wa kibiashara zaidi. Reli sio kubeba abiria, abiria ni subsidiary. Fundamento ni mzigo unao unao unaobebwa. Mheshimiwa naibu spika, nimalizie. Mheshimiwa Waziri, kwa heshima kabisa, nitakuomba unapokuja kufanya wind up hapa uniambie daraja la Nhobola ambalo imekuwa ni ahadi ya muda mrefu ni namna gani linajengwa. Halmashauri ya mji wa Nzega na TAMISEMI haziwezi kujenga barabara, mradi, daraja la Nhobola. Tunaweka fedha kwenye rural road. Road agency inayotaka kuanzishwa, mimi ningeshauri tulitazame sana TANDROD wamekuwa good performer. Kurundika shughuli kwenye, kwenye TAMISEMI, wote tunalalamika TAMISEMI elimu malalamiko TAMISEMI afya tunalalamika, kila kitu TAMISEMI. Ni afadhali tuangalie namna gani rural rural rural road agency ikawa safa, ni unit ndani ya TANROADS, kwa sababu safari imewekea bilioni 30 hamna kitu, haiwezi. Lakini TANROADS ina sheria ina vyanzo vyake vya mapato. Hii rural road agency haina vyanzo vya mapato, inapewa kwa hisani, haiwezi kuwa sustainable unless mtuletee sheria hapa. Lakini mimi nadhani kwa technical know how kwa infrastructure iliyoko, ni vizuri tukaangalia hii wakala wa ujenzi wa barabara vijijini ikawa ni subunit ndani ya TANROADS ambayo inatengewa fedha kwenye budget ya TANROADS na TANROADS waisimamie, kwa sababu TANROADS wana watu, TANROADS tayari wana ofisi kwenye mikoa, TANROADS wana kila kitu. Tukianzisha hii agency tutaanza kujenga miundombinu mipya. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru naunga mkono hoja. Asante sana.